Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa mboni wa saa ishirini na nne zijazo na, na mifumo ya upepo inaishapana tarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ukanda wote wa pwani na kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo kanda ya pwani ya kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchini yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatani utabiri wa hali ya hewa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbea vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya jua vinatarajiwa. Na kwa mkoa wa Arusha pia vipindi vya jua vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, mtukutane hapo kesho muda wakati kama huu.